Tujue tupacheki wapi na atueleze ni nani na tupate kumfahamu zaidi, na niwambie kitu i msanii mwenye anapana vizuri muziki wake weko vizuri, ni gospel mm. eloi eloi eloi niosekutupilia la masaba kitani

Muziki ni kama biashara. Muziki ni kama biashara. Na nikisema muziki kama nafaa uh, investment ya uh, invest ya invest ya muziki ya invest ya na maana kufanya muziki yani, unafaa kuwa na malengo fulani, usifanye muziki kama startup. Na niulize katika wewe, ni mwandishi nyimbo? Najiandikia mwenyewe.

Sasa basi kama hujajaribu naaa, saivi yaani kenania kwamba unaweza jaribu, unaweza faulu. Sasa kipindi hicho bwana, mimi nikasema sawa, lakini sasa unajua siko na uwezo, siko nimejaribu Ohh, na kitu kilichokifanya u- uone mziki unaweza fanya, na changamoto gani uli- uliona unaweza fanya mpaka ukafikia hapo? ni aka yenye kosa nilichonifanye mpaka nifanye mziki, kitu cha kwanza kabisa n ule ceyenye nilikuwa nao wakati nikimba, niimba kaa watu, nilikuwa anazimba copyright sauti kuzingiza. Sasa mimi mwenyewe, kwa sababu nilikuwa ilikuwa vitu vyangu sana, nilifanya namtanguliza so, Mungu nikamwambia Mungu, kama pengine hii ni talent, ya, Ao, kwa dwe, kwa ni yangu, na wewe mwenyewe unajua ya kwamba yani umenipangia ume kwamba hii kitu ikuje ni nifai baadaye, au pengine mimi kama mtu wako, yani umenipanga baadaye niji ni nikomboe watu au niji ni nifundishe watu au niji ni ubiri watu, ukitia nyimbo, basi mimi naomba nisaidie, uniongoze, yaani naomba unipatie uwezo wa kuandika nyimbo zangu. Sasa siku moja nilikuwa nimelala, nikaona kofu wa bahari na bandi yangu ni kwa kazi usiku. Sasa nilala

mimi mwenyewe nilikuwa nimepanga plan zangu kwamba kuna kitu kuna kitu fulani nilikuwa nataka mwaka huu nimalizie, kwa sababu nilikuwa nimeachilia ndugu zangu kama tatu hivi, kwamba wa mwisho nakumbuka walikuwa ni Eloi au kwamba wa Pasaka. Sasa nikasema, sasa hizi nitaziachia nitaziachia, wacha sasa nijipange, kama mwaka ujao hivi nitafute msanii mwenye ambaye nataka naye kolabo ba labda pengine atataka gharama nyingi, labda ataka pesa kumwambia na katika ili soko hapa, walionaje hapa soko la mziki pale kazi. Ah, kiukweli soko la mziki sio sio rahisi, sio rahisi na mtu ukisema mziki ina maana sasa, mziki unajua, ume umeinguruma mengi sana -hmm. Mwanzo ukiwa wewe unasema wewe ni mwana mziki, unajua kuna kuna tofauti ya mziki na kelele, unaelewa? Sasa sasa hivi ule mtindo wa mwanzo kabisa wa gospel music sio sasa hivi, unyambao sasa hivi wana watu wanafuatilia, ndio watu wanapenda ume tofauti. Mziki sasa umebadilika eh, mziki umebadilika kulingana na yeah, majira. Mziki umebadilika, watu wanaenda na time. Sasa sasa hii ya muziki ni sema, yani watu wanaangalia sana wanaangalia sana eh eh mashairi wanaangalia mashairi na maana, wanaangalia sana me alafu najua pia sasa hivi hapa gospel, sasa hivi kama izkinaaeznyumba kamaza

Okay. Amari po na kwa sisi fika popote, bado na nitafuta lakini pia mziki ah, uh, umenipatia umenipatia pia challenge uh, ndio na wale. Na pia nimejifunza yani kwamba kuna kitu fulani mwanzo na kwa kujitayarisha navyo, unaelewa? Eh. Yeah. Na kujitayarisha uh, hivyo vitu kama sasa kwa platform uh, na na uh, wewe mwenyewe kujibrand, unaona kama vile. So ii ni vitu ambavyo sasa nimeelewa ya kwamba, yani ili uwe mwanamuziki au uwe uwe nini, ujulikane, sio kuimba tu peke yake, lakini kujibrand na pia kuwa na bidii, na ile ya kwamba yani najua mimi naweza naweza naweza kujipatia tu moyo. Nakuomba maombi kwa sana. Je, katika mtandao wa kijamii, je unaweza kuambia watu uh, kupata vipi katika mtandao wa kijamii? akujue wapate follow na subscribe, ninawaambia okay, mimi kwenye mtandao jamii ya Facebook, YouTube, TikTok, hizo platforms zingine baziakuwa na hizo tatu inatajia hank azsinga ya Kiswahili

Okay, mimi sasa hivi kuna songe ambayo nitaachia mwezi wa kumi na moja mashabiki zangu na wale ni ambao wamenisupport wengine Mbo, uh, modia, kuna wimbo ambao ilitayarisha mwezi wa 11 na mwachia unaitwa Nicole. Kwa na ni wimbo wenye ngono na habari ya yule mwanamke ambaye alikuwa kutoka ndani ya damu oh, so ya yeye. Ndio nafahamu uh, Biblia. Uh, Au yeah, uh, wao sio Ndio na mimi sio Biblia. Eh, uh, <laughs> uh, sasa kuna ile story ya mwanamke alikuwa kutoka ndani ya sasa. Kuna siku moja sasa akampata Yesu na wanafunzi wake na wale kusema alikuwa anahubiri. Unaelewa nini? Alikuwa anahubiri sasa kwenye safari zake ile nini? Sasa akapata Huu mwanamke ni alikuwa sasa atakataa kumsikia. Una Yesu mtoko maana mwenyewe ile Yesu maana alikuwa na Nazareth. Ni Nazareth. Alikuwa na Nazareth. Sasa ndio akaenda kufika pale sasa ndio. Cheki hivi. Ndiye Yesu. Sasa unajua maana ya yake yule mwanamke alikuwa anamwambia kwamba akimgusa hivi Yesu atapona. Kwenye hiyo historia sasa ambapo sasa ndio wima ambao niliwaandika. Sasa yule mwanamke akang'ania, akang'ania, akang'ania mwisho mwisho wake sasa akafia kama akamgusa yule Yesu, alipomgusa hivi. Kwa sababu alikuwa na imani kwamba akimgusa atapona. Atapona kweli. Lakini baada ya hapo sasa Yesu akashtuka sana da. Alikuwa kuna mtu hapa ame- nikama kama amenigusa, nguvu zangu naisikia zimenishia.

Mimi mwaka tuna kitu cha kutarajia kutoka ama... kwako? Ndio, kitu kipo mwezi wa kumi na moja nadondosha nyimbo hiyo, nimepona hiyo. Alafu ah, mwanzo mwaka huu tuseme

Chiburu, kwa kinyang, kwa hizu kwa hizu. So kwa kwa kwa kwanza anasema next year chance ya kutoa album na anaweza toa album, so kama kama amja mfatilia yuta singer kwa YouTube search singer, singer ke YouTube yeah, s so, so singer ke YouTube oh, Facebook pia singer ke ambayo ya alambay nyamfatilia page nenda kwa YouTube subscribe, share, like, pia usikose kubofya ile alama kengele ili upate notification zake zote zenye tachi